Mvutano mkubwa umeibuka tayari ambao unahusisha sana kidiplomasia kati ya Marekani pamoja na India, yaani new Delhi imejitokeza kukanusha taarifa ya rais wa Marekani Donald Trump ambaye alitangaza kwa umma kwamba waziri mkuu wa India ndugu Narendra Modi alikuwa ameahidi kusitisha ununuzi wa mafuta ghafi uh, gafi kutokea nchini Urusi. Siku ya Jumatano, rais Trump alitangaza akiwa wait ausi, kwamba alikuwa amezungumza na uh, waziri mkuu Modi na kwamba Modi alimhakikishia kwa kuwa India haitakuwa ikinunua mafuta kutokea Urusi, akisifu hatua hiyo kama hatua kubwa zaidi. Hata hivyo, siku iliyofuata msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya India, ndugu landil uh, Jaiswar, alitoa taarifa iliyojaa utata na kukanusha kwa upole zaidi anasema Jaiswal alisema hana taarifa kuhusu mazungumzo yoyote ya simu kati ya Trump pamoja na Modi siku ambayo ilitajwa, lakini alisisitiza kwamba sera za uingizaji wa mafuta za India zinalenga kulinda maslahi ya watumiaji wa India katika hali tete ya nishati, huku akiongezea kuwa mazungumzo bado yanaendelea kuhusu kuimarisha ushirikiano wa nishati pamoja na taifa la Marekani. Sasa Jason hakuthibitisha wala kukanusha waziwazi mpango wa kusitisha ununuzi wa mafuta ya Urusi, ambayo kwa sasa ni muuzaji mkuu wa mafuta kwa India, ikitoa takribani theluthi moja ya mahitaji yote ya mafuta ambayo ghafi nchini humo. Mgongano huu wa ujumbe unaelezwa um, na wachambuzi kuwa unaonyesha uhusiano tete kati ya Washington pamoja na New Delhi ambapo rais wa Marekani Donald Trump anatangaza kwamba anayetafuta ushindi wa kidiplomasia wa haraka ili kuongeza shinikizo la rais wa Urusi ndugu i Vladimir Putin, uh, Vladimir Putin na vita yake nchini Ukraine. Lakini India, hata hivyo, haitaki kuonekana kama imekubali shinikizo la Marekani. Mwanadiplomasia mkuu wa zamani wa India ndugu Saidi uh, Akbaruddin alieleza hali hiyo kama siasa za shinikizo za kawaida kutoka kwa Trump. Jibu la waziwazi la Delhi lina makusudi na ukumbusho kwamba uhuru wa kimkakati badala ya kujipanga ndio unaongoza maamuzi yake ya nishati. India inaweza kurekebisha kiasi cha mafuta kwa siri, lakini haitaonekana kama ina inama mbele ya matakwa ya Marekani. Ujumbe uko wazi: ushirikiano ndio ulazimishaji la Kauli hizi zinakuja baada ya miezi kadhaa ya mvutano ambapo utawala wa Trump uliipinga India na ushuru wa asilimia hamsini kwenye bidhaa zake kwa kiasi fulani kama adhabu kwa kuendelea kwake kununua mafuta ya Urusi. India ilikasirishwa na hatua hiyo, ikidai haikuhukumiwa kama wanunuzi wengine wakuu kama China pamoja na taifa la Uturuki ambalo limeendelea kununua mafuta kutokea katika taifa la Urusi.